Nataka na niwahakikishie situhaii ni wahakikishie wa wa Watanzania kwamba uchaguzi wa rais na wabunge na madiwani 2025 utafanyika. Lakini pia nitumie nafasi hii kusisitiza kwamba pamoja na haki ya raia kugombea na kuugombea na kutambuliwa, ni kosa kubwa kukilazimisha chama chochote cha siasa kuingia kwenye e imeanza kusikika taarifa mbalimbali za baadhi ya wananchi na wanasisi wakishinikiza wa Chadema ingie kwenye uchaguzi. Ni haki yao kususia, na uchaguzi huu sio wa mwisho. Nataka niwape salamu zangu kwa Chadema, yuko rafiki yangu pale kutulizo na wenzake, na wapa salamu kwamba watu wasiwaonee bure. Uchaguzi huu sio wa mwisho, kuna mwingine 2030 kuna mwingine 2035 kuna mwingine 2040 kuja vipi na msiko wake, kwa sababu leo nyingine, mtu yoyote asilazimishe tabia kwa kuingia kwenye uchokozi. Ni haki yao kutogombea, na kwa mujibu wa katiba yetu chama hata kikiwa kimoja kinagombea. Kwa mujibu wa katiba, wananchi wanapiga kura ya ndio au hapana. Kwa hiyo kukaa tunawasema sema chadema kila siku si sawa, ni kinyume cha katiba, ni kinyume cha kabisa na chama chake kutogombea, na tutaunga mkono chochote kanachoamua kugombea na kutogombea. Ni nini? Ni haki yao. Haikitokea wanyagombea, basi tafadhali wakukuke hizo kura zao, au si ndio? Tunajenga nchi yetu, maana ukikosa haki ya kuchagua, ukikosa haki ya kuchaguliwa, usipoteze haki ya kuchagua. Angalau katika haki hizi mbili, hakikisha kwamba umepata moja